Nam, karibu katika makala yetu ya Mnyonge Msema Kweli. Ikiwa leo ningependa kukupatia elimu japo kidogo, kwamba hakuna radhi ya shangazi ila si vyema kumtusi. Hebu tuangalie shangazi ni nani? Shangazi ni dada watoka nitoke kwa baba yako mzazi. Kwa hivyo ndugu wa kike wa baba ni shangazi. Kama wewe kama mtoto huwezi mtusi baba yako, kwa kuwa unapomtusi baba yako hu unapata radhi ya ukosefu. Hivyo basi si vyema kumtukana shangazi japokuwa shangazi hana radhi kwako. Haya yalikuwa ni makala ya Mnyonge Msema Kweli. Jina langu naitwa Mwajenjewa Suleiman Diani aka mjukuu wa mama yake mama. Usikose kusubscribe katika YouTube chaneli yetu ya Official Daktari Kishabi. Kuliani mwa kiwambo chako kuna neno subscribe limeandikwa kwa nembo nyekundu, liguse kisha kushukulia kwake kuna kikengele kiguse, lafu chagua all hapo, utakuwa unapata video zetu za mafunzo thabiti kila ninapoyaweka pale. Asante.